Mara baada ya kuachia kazi mpya inafahamika kama Msumari, Diamond Platnumz anaendelea kushea namna ambavyo wimbo huu hapa, video pamoja na audio, inaendelea kufanya poa sana kwenye platform tofauti tofauti. Ukipita kwenye ukurasa rasmi wa record label ya Diamond Platnumz, nazungumzia WCB Wasafi, utakutana na taarifa kuhusiana na wimbo huu na kwa sasa hivi ukipika kwenye platform kama Audiomack, basi utakutana na wimbo huu hapa una trend namba moja hivi sasa. So kwa zile nyimbo ambazo zilikuwa kwenye chart na zile ambazo zilikuwa zinakamata nafasi za juu, basi Diamond Platnumz ameweza kuzishusha mara baada ya kuachia Msumari. Lakini YouTube Music pia Diamond Platnumz ana trend akiwa ameshikilia na nafasi ya kwanza, lakini pia namba moja audio mark Tanzania kwa zile trending songs, so unaweza kuona impact ya Msumari hiya, namna ambavyo watu wengi wamepokea ngoma hii hapa mpya Diamond na Platnumz na inaendelea kufanya poa, kama ambavyo nimekusanua hapo awali kupita kwenye YouTube channel ya Diamond Platnumz. Sasa hivi ina views zaidi ya laki tatu na hamsini na moja imeendelea kuongezeka pia, na haya ni masaa kumi na sita tu tangu imeweza kutoka. So hii ni bongo flavor asilimia mia moja. Unaweza kwenda kuisikiliza, lakini pia maoni yako ni muhimu sana, na nitakusogezea pia namna ambavyo wa mashabiki wamekuwa na maoni yao pia juu ya kazi hii hapa mpya ya Diamond Platnumz, ambaye pia anasema na nyimbo nyingi sana za namna hii na huenda pia akatubariki album. Maoni yako ni yapi kwenye kazi hii mpya ya Diamond Platnumz? Tuandikie hapo enye youtube channel yetu tufuatilie kupitia youtube subscribe, lakini like you tufollow pale like instagram at SamMisago.